Fahamu haki zako zinazohusiana na vitengo vya ICE na forodha na ulinzi wa mipaka. Utekelezaji wa uhamiaji na forodha, yani ICE, ni mojawapo ya mashirika ya serikali ya shirikisho yenye jukumu la kuondoa watu nchini. Forodha na ulinzi wa mipaka ya Marekani, CBP, ni wakala wa shirikisho wenye jukumu la kushika doria kwenye mpaka wa Marekani. Sheria za shirikisho linasema kwamba, bila kibali, CBP inaweza kupanda magari na meli na kutafuta watu bila nyaraka za uhamiaji ndani ya umbali wa kutosha kutoka kwa mpaka wowote wa nje wa Marekani. mipaka hii ya nje inajumuisha mipaka ya kimataifa ya ardhi lakini pia ukanda wote wa pwani wa Amerikani. Serikali ya shirikisho inafafanua umbali unaofaa kama maili mia moja za hewa kutoka kwa mpaka wowote wa, wa nje ya Amerikani. CBP inatekeleza sheria za uhamiaji ndani ya kati ya bandari za kuingilia. ICE inawajibika kwa utekelezaji wa mambo ya ndani na kwa shughuli za kizuizini na kuondoa. Tofauti kuu kati ya vitengo hivi viwili ni mahali ambapo zinatekeleza sheria za uhamiaji na forodha. Ni nani aliye katika uhatari wa kukamatwa na watekelezaji wa sheria wa ICE au CBP? Sheria inaruhusu serikali ya shirikisho kuondoa wahamiaji fulani, ikiwa ni pamoja na: mtu yeyote asiye na hadhi ya uhamiaji halali; watu wenye hadhi, kama vile wakaaji halali wa kudumu, wakimbizi, na wenye ruhusa ya kuingia kupitia visa, ambao wametenda hatia fulani za uhalifu serikali ya shirikisho inaeleza kitengo cha ICE kuhusu watu ambao wanaopaswa kulenga na kukamatwa. Maafisa wa ICE wataamua wa nani atakayepewa utangulizi wa kukamatwa kwa wale wanaodai kuwa tishio kwa usalama wa taifa, kama aliingia Marekani kinyume cha sheria mnamo au baada ya tarehe ya kwanza Novemba mwaka 2020 au kuwa tishio kwa usalama wa umma. ICE itazingatia mambo kama vile: kesi za hivi majuzi za uhalifu za mtu na kukamatwa na polisi, mashtaka yoyote ya yanayohusu bunduki au silaha. Hata kama unaamini hautajikuta katika vipaumbele mbele, maafisa wa ICE bado wanaweza kuamua kukukamata ikiwa uko katika hatari ya kuondolewa nchini. Ikiwa wewe ni mtu aliye na hadhi ya kisheria na hatia za hapo awali, fahamu kuwa utakuwa lengo, hata kama hatia yako ni ya miaka iliyopita, hukutumikia muda gerezani, kesi yako ilikuwa ndogo au kosa lilikuwa kidogo, umekuwa LPR yaani mkaaji wa kudumu kwa muda mrefu, na au watu wengine wa familia yako ni raia wa Marekani. Je, mawakala wa ICE au CBP wanakaribia mtu yeyote wanayefikiria wanaweza kumwondoa? Maejenti wa ICE au CBP huwa wanatambua mtu wanayetaka kumkamata kabla ya wakati, kisha wanaenda kwenye nyumba yake, mahakamani, makao ya hata sehemu ya kazi kumtafuta mtu huyo. Inavyoendelea, wanamgonjea mitaani kumshika. Nikishajua niko hatarini, ninaweza kufanya nini? Fanya mpango na wapendwa wako ikiwa utachukuliwa na mawakala wa ICE. Fanya mpango kwa ajili ya watoto wako ikiwa utachukuliwa na mawakala wa ICE. Epuka kuwasiliana na uhamiaji. Usitume ombi la kubadilisha hali yako ya uhamiaji au kufanya upya kadi yako ya kijani. Pia usisafiri nje ya Marekani bila kuzungumza na wakili kwanza. Epuka kuwasiliana na mfumo wa haki ya jinai. Polisi wanashiriki alama za vidole vyako vya eneo la uhamiaji. Je, nifanye nini ikiwa mawakala wa ICE au CBP wananikaribia barabarani au hadharani? Wakati mawakala wa ICE au CBP wanapomkamata mtu hadharani au baada ya kumsimamisha akiwa ndani ya gari, kwa kawaida hutokea ghafla. Wanaweza kuita jina lako kwa sauti na kukuuliza uthibitishe jina lako na kisha kukuweka kizuizini. Kabla ya kusema jina lako au kitu kingine chochote uliza, je, nina huru wa kwenda? Wakisema ndio, sema sitaki kujibu maswali yako, au ningependa kutozungumza nawe kwa sasa hivi, na kwenda mbali. Wakisema hapana, tumia haki yako ya kukaa kimya sema nataka kutumia haki yangu kutojibu maswali na kisha nataka kuzungumza na wakili iwapo mawakala wa ICE wataanza kutafuta ndani ya mifuko au vitu vyako sema sikubaliani na utafutaji huu usiseme au kuonyesha hati za uongo usikimbie au kupinga wanapokukamata. Usijibu maswali kuhusu hali yako ya uhamiaji au mahali ulipozaliwa. Watatumia taarifa yoyote utakayotoa dhidi yako. Usikabidhi hati zozote za kigeni kama vile pasipoti, vitambulisho vya ubalozi au visa ambayo muda wake wa matumizi imeisha. Ikiwa uko katika mahakama ya jinai kwa tarehe ya mahakama, omba kuzungumza na mtetezi wako kabla hujachukuliwa. Mawakala wa CBP hupanda mabasi na gari la moshi katika eneo la mpaka la maili mia moja, ama kwenye kituo cha basi likiwa linaendelea na safari. Kwa kawaida zaidi ya afisa mmoja hupanda basi na watawauliza abiria maswali kuhusu hali yao ya uhamiaji, kuwauliza abiria waonyeshe hati za uhamiaji, au zote mbili. Maswali haya yanapaswa kuwa mafupi na yanahusiana na kuthibitisha kuwepo kwa mtu kihalali nchini ya Marekani. Ingawa hali hizi zinatisha na inaweza kuonekana kwa mawakala wa CBP wanakupa agizo wanapokuuliza maswali, hutakiwi kujibu, na unaweza kusema tu hutaki kufanya hivyo. Kama kawaida, una haki ya kukaa kimya. Ikiwa maafisa watakuja nyumbani kwangu, nitajuaje kuwa wanatoka katika eneo la ICE? Huwezi kujua nyakati zote. Fahamu, mawakala wa ICE mara nyingi hujifanya kuwa polisi na kusema wanataka kuzungumza nawe kuhusu wizi wa utambulisho au uchunguzi unaoendelea. Je, mawakala wanaweza kuingia nyumbani kwangu kunikamata? Ikiwa mawakala wa ICE hawana hati iliyotiwa saini na hakimu, hawawezi kuingia nyumbani bila ruhusa kutoka kwa mtu mzima. Kufungua mlango wanapobisha hakumpi ruhusa ya kuingia nyumbani kwako. Kwa hivyo nifanye nini ikiwa maafisa wako kwenye mlango wangu? Jua kama wanatoka kwenye kitengo cha ICE. Jaribu kuwa mtulivu, uwe na adabu, usiseme uongo. Sema sitaki kuzungumza nawe sasa hivi. Omba kwa upole kuona hati iliyotiwa saini na hakimu na kuingiza chini ya mlango. Ikiwa hawana, kataa kuwaruhusu waingie. Ikiwa wanatafuta mtu mwingine Waambie waache maelezo ya mawasiliano. Sio lazima kuwaambia ni wapi wanaweza kumpata mtu huyo, na haupaswi kusema uongo. Je, ninaweza kufanya nini ikiwa watu wa ICE wako ndani ya nyumba yangu ili kunikamata? Waambie kama kuna watoto au wakazi wengine walio wadhaifu nyumbani. Waambie watoke nje, isipokuwa kama wana hati iliyotiwa saini na hakimu. Iwapo waliingia ndani bila ruhusa yako, waambie sikubali uingie nyumbani kwangu, tafadhali ondoka. Wakianza kutafuta vyumba au vitu nyumbani kwako, waambie Sikubaliani na utafutaji wako. Iwapo wakazi wa ICE wanakukamata, waambie kama una maswali ya matibabu au unahitaji kupanga malezi ya watoto. Haki zangu ni zipi ikiwa ninakamatwa na wakala wa ICE au CBP? Una haki ya kukaa kimya. Una haki ya kuzungumza na wakili. Usiseme uongo, inaweza kuumiza kesi yako katika siku zijazo. Sio lazima kushiriki maelezo yoyote kuhusu mahali ulipozaliwa, hali yako ya uhamiaji, au rekodi yako ya uhalifu. Uliza kuzungumza na wakili badala ya kujibu maswali. Sio lazima kuwapa hati zako za ubalozi au paspoti isipokuwa wawe na kibali kutoka kwa hakimu. Sio lazima utie sahihi chochote. Ikiwa wakala wa ICE au CBP anakuzuia, una haki ya kuajiri wakili wako mwenyewe. Ikiwa huna wakili, uliza orodha ya watoa wa huduma za kisheria. Usisaini chochote bila kuzungumza na wakili. Una haki ya kuwasiliana na ubalozi wako. Ikiwa mpendwa anazuiliwa na mawakala wa uhamiaji, unaweza kutafuta mahali ambapo anazuiliwa kwa kubonyeza katika kiunga hichi.